Waswahili husema hakuna marefu asiyokuwa na ncha, na kwa sasa Young Africans zile mbio zake za kufuzu katika hatua robo fainali zimetamatika mara baada ya kupata ushindi wa bao tatu na alama tatu, lakini hiyo haikutosha pekee, kwani mambo yalienda kombo kule Misri mara baada ya Al-Ahli dhidi ya FAR Rabat kugawana sare, kugawana alama moja bila ya kufungana. Na kwa sasa Young Africans mbio zake na machi yake yote yataelekezwa katika ligi ya NBC Premier League na mchezo ujao dhidi ya Simba pale pale Guantanamo Bay. Je, Simba atajitetea ama Yanga ataendeleza ubabe wake? Na kama Simba atafungwa, basi utakuwa ni mchezo wa saba mfululizo Simba akifungwa na mtani wake kama kawaida. Hapa nipo na mwalimu, yeye atenda kutuambia kinifu Yanga ni kitu gani ambacho kimewafanya watoke katika michuano hii na kama wangefanya vipi wangeweza basi kufuzu, na kwa sasa kipi kitafuatia? Naam karibu sana mwalimu. Ah asante sana, asante sana. Ah, mchezo umetamatika Yanga dhidi ya JS Kabylie licha ya kupata na matatu na mabao matatu lakini, ho haikutosha, mara baada ya mambo kwenda kombo kule Cairo. Kwanza mchezo umeonaje, na performance ya timu kwa ujumla? Ah, mchezo ulikuwa mzuri, leo ulikuwa unaona kabisa Dar es Salaam Young Africans so walikuwa wanahitaji magoli zaidi ya mawili matatu na kuendelea hivyo Yanga walikuwa wanaonyesha juhudi uwanjani wakia, wakiamini kwamba watapata yo wa mabao ndio maana hata mpira ulivyoanza walikuwa wanapress sana kwa mpinzani wao na walikuwa wanafika sana golini, utimamu wa akili na mwisho umaliziaji ndio ulikopo hafifu, walikuwa wanapupa sana. Kwa hiyo walipata nafasi baadhi ya ambi, mbili au tatu na kuendelea, wakashindwa kuzitumia kwa haraka haraka, hivyo wakakaa, wakarudi mchezoni kwa haraka haraka, likatokea shambulizi bora lile pale pakome akautoa mpira pembeni golikipa akamchezea faul ikawa penati depo. Anaendelea alipoishia kulikuwa kuna kigugumizi hapo hapo kwa mshambuliaji depo. Watu wengi walikuwa na kigugumizi naye kutokana na performance ambayo alikuwa anaonesha, lakini leo amewashangaza mara baada ya kuingia nyavuni mara mbili. Unamuona wapi e, katika michuano ijayo, hasa katika ligi kuu. Kwa sasa huenda akawa balaa jipe mjini. Aa, kwa mwendelezo wake ni mwendelezo mzuri, kwa sababu unamuona akipata nafasi anaitumia kwa fasaha. Leo kapata nafasi zile pale mbili, amepata ile kama penatini, nafasi na, na, nafasi nusu penalty, ni nafasi nusu naweza kuzungumzia, akaitumia kapata ile pale nafasi nye ya pili, amepigwa kona na a, a, Alan Okelo imemkuta, kapiga utosi, mpira ukaingia kambani. Ni mchezaji mzuri katika eneo lake, mpaka sasa hivi ana namba nzuri akiwa na uzi wa Yanga. Tunaweza tukasema Yanga ametoka kiume kwani mechi yake ya leo ameshinda kama ambavyo ilivyokuwa imepangwa lakini huenda hakuzitumia michezo yake mizuri iliyopita. Hapa ninazungumzia dhidi ya Al Ahli eh, kutoka naye sai na kule hata Farabat kushindwa kukaza mpaka dakika za jioni na ruhusu bao. Huenda kama na Al Ahli wangekaza hivi au Farabat, huenda leo tungekuwa nazungumza mengine. Hapana, mwalimu anavyosoma mchezo ndio atakavyopanga kikosi chake. Tunakumbuka awali Yanga leo kapanga mafubeki alisia. Mchezo wa nyuma tunakumbuka alipanga mabeki alipa, alimswitch ali, ali Dickson Jobu kwenda pembeni. Hivyo katika safu ya ushambuliaji utegemei sana Yanga wakifika mara kwa mara kwa mpinzani wake. Unategemea sana wata defense sana, ka, katika mechi za nyuma akiwa ugenini, unacheza zidi ya Lali uweze ukafunguka, lazima muheshimu mpinzani wako. Unacheza zidi ya Farabat tena, wewe unaenda kule unamtaji, unatamani una, una, una, una kupata alama moja au ikitokea tatu umemaliza. Kwa hiyo uweze ukajiachia sana katika safu ya uzuiaji . Hivyo Yanga walikuwa na plani nzuri hapo nyuma, ila bahati haikuwa ya kwao. Kwa hiyo matokeo yalivyotokea vile walivyofungwa, leo hii walichokitafuta ni mabao matatu ya Alali. Alali ya na kweli wamepata, lakini wakawa wanacheza gemu zidi ya Alali. Alikuwa anasubiriwa leo apate hata goli moja ili Yanga aweze kufuzu kwenda robo fainali. Hapo hapo tushikilie, bahati huenda haikuwa kwa upande wao. Unadhani ule msemo wa Waarabu ni kama wapemba na jana kwa vilemba dichu ambacho kimetokea hii leo, nadhani kama al ahli e, tena nyumbani kwake mashabiki wengi namna ile, angekuwa anahitaji lamatatu ama moja. Unadhani kiwangu ambacho imekionyesha leo ndo uhalisia ama walipeana play? Ni ngumu kwa sababu unaona hata na uchu na naalikopona tamani kupata goli zidi ya al -al al -al. Leo unaweza kusema wanaingia wakiwa wanaamini wakiwa wa, wa, wa, wapo kileleni wana, wana, wana matokeo mazuri me, me, mechi za nyuma, wanauhakika wa kufuzu kwao, leo utegemei kuona gemu itakuwa ngumu sana upande wao. Ndio maana hata katika benchi la ufundi wakina Imam Ashur El Shaati walikuwa walikuwa benchi tu, wakatokea dakika themanini, kama Imam Ashur inaniliu El Shaati akaingia dakika themanini na Imam Ashur dakika 70 kwao, yani utegemei kuona kwamba mchezo wana uhitaji sana ila matokeo yatakavyotokea ni favor kwa, kwa kumalizia mwalimu, mchezo ambao unafuatia kwa sasa. Kitu kinachofuata pale visiwani Zanzibar, kwa mara nyingine tena mnyama Simba dhidi ya watoto wa Jangwani. Mchezo unauonaje? Kwa sasa klabu ya Simba kinaonekana kama kidogo inainuka inuka na Yanga inazidi kushamiri, mchezo utakuwa mgumu ama itaendelea pale ilipoishia? Kwa maandalizi ya gemu mwalimu na wachezaji wake ndo wanajua, wana mpango gani kwa ajili ya hiyo mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo imesogezwa ime kule visiwani Zanzibar. Nategemea kuona Yanga ataendelea alipoishia, kwa sababu Yanga ana, ana asilimia kubwa ya kupata matokeo, kwa sababu wachezaji wake wengi ni walewale wale, mabadiliko ni machache. Leo hii tunazungumzia Simba, mabadiliko yamefanyika mengi, kwa hiyo unategemea kwamba wachezaji ni wageni katika dabi, wachezaji pressure ya dabi ile, kuna wachezaji hawajaizoea, japokuwa wachezaji wakubwa ni mechi kubwa ndo wanazipenda sana, ila unategemea kuona Yanga akiendelea na poeshia kwa sababu ya aina ya wachezaji wake ambao mechi za nyuma asilimia nyingi walikuwepo na mpaka sasa hivi wanakuwepo, ni namba mo, mbili au tatu ndo kuna mabadiliko katika kikosi cha Yanga, lakini Simba unaona mabadiliko. Kama sasa hivi unamzungumzia Gue, unamzungumzia Oula, ni wameingia wameingia direct Simba, wamechukua namba na wanafanya vizuri. Hivyo mechi ya dabi, mwalimu wa Young Africans lazima awasome sana wachezaji na kingine, mwalimu mwalimu Steve Beka wa Simba Sporting Club anaenda kwenye presha yake ya kwanza kukutana zidi ya Yanga, na mwalimu Pedro naye anakutana ana, ana na mchezo mkubwa zidi kwao. Tunategemea kuona mbinu zikiwa nyingi sana katika mchezo wa dabi. Kama ukijivua nafasi yako ya, ya ualimu unampa nani asilimia kubwa ya kushinda mchezo huo kati ya Simba ama Yanga? Aa, binafsi inaweza nitakufuata eh, mara baada ya mchezo wa tarehe moja inshallah, huenda utabiri wako ukatimia. Nashukuru, shukur sana. Aa, na, na huyo ndo alikuwa mwalimu, yeye anasema kwamba kama mchezo wa Yanga dhidi ya Simba eh, tarehe moja pale Visiwani kwa matokeo yake na kwa maono yake kama yanasema, anasema mchezo huo huenda ukawa draw. Pia inaona maoni gani, licha ya kwamba Yanga ametolewa katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika kwa kutoshindwa ama kutoweza kufuza hata robo finali? Tuandike maoni yako hapo chini kupitia channel yetu YouTube as Jecha Media. Lakini kwa sasa e, unaweza kutufuatilia pia katika mitandao yetu yote ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, X na kwingineko as Jecha Media. Mimi ni Hashim Jecha, ni kutakie mwendo siku njema e, kufikia hapa sina la ziada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum.